CCM hoy! Kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki tiki. Mheshimiwa mwenyekiti, ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru undisputed, ni swala la nchi yetu kuwa na amani na utulivu.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 tulikuwa Dar es Salaam, tukafanya kitu kendo baraza kuu ya chama. Baraza kuu ikatoa mapendekezo, tukapeleka kwenye mkutano mkuu wa chama, wote tukakubaliana kwamba Chadema sisi hatushiriki uchaguzi. Sasa nani amekuatalia kushiriki? Sisi ni sisi tulikunja sisi tuliamua kuweka mpira kwa pani, tumeogopa tukaenda people. Sikilizeni, tulishauriwa mpaka na wazee wa maana duniani.